Habari, naitwa Sasha Keki Studio. Karibu leo tujifunze namna bora au jinsi ya kupika maharage vizuri ukiwa nyumbani. Sasa mimi nilikuwa nimeshachemsha maharage yangu kama unavyoona hapo nikaweka mafuta vijiko viwili vya chakula. Kwa sasa hivi tuweke tu viungo moja kwa moja. Kwa hiyo hapo hivi nimeanza na manjano, nikaweka na karipoda na hapo ninaweka vitunguu maji inategemea na wewe unavyopenda, na kisha nikaweka punje za vitunguswaumu. Unaweza ukasaga ukatuanga pamoja na tangawizi, inategemea na wewe vitu unavyovipenda. Kisha nikaweka vipande vya hoho pamoja na pilipili pili kwa ajili ya kuongeza ladha na harufu nzuri. Kisha nikaweka tui jepesi la nazi au tui la mwanzo, ila wanasema wanahitaga na baadaye nikaongeza maziwa. Maziwa nayo ni cream nzuri kwa ajili ya mapishi, inategemea na kama upendi maziwa, pia unaweza ukaacha ukaweka tu tui lako la nazi, na kisha nikachanganya vizuri, na baadaye nikaweka chumvi, kisha nikafunika, nikaacha kwa dakika kadhaa maharage yangu yaive, na baadaye nikachukua tui zito la nazi nikalichemsha kidogo, kama unaona hapo una, una, unapa, mpaka liwe li zito kama hivyo. Na baada ya maharage yangu kuiva, nikamwagia tui langu zito kwa juu, kama unavyoona hapo. Unazidi kuweka maharage yako, yanakuwa matamu sana. Na maharage uzuri wake una matumizi mengi, unaweza ukalia na wali Unaweza ukalia chapati au maandazi au kitafuna chochote, hata ugali. Yani nategemeana na wewe unapenda kutumia maharage yako kwa chakula gani, au vinaendana na chakula gani unachojua wewe. Kwa mi, baada ya maharage yangu kuiva napakua sasa, nitaenda kulia na Chakula nilichoandaa. Asanteni sana kwa helini saufu like, share na kusubscribe. Bye bye.